Leo ni siku ya kichaa cha mbwa duniani, yani World Rabies Day. Uadhimishwa kila mwaka tarehe 28 mwezi huu kwa lengo la kuhamasisha jamii kutokomeza ugonjwa kichaa cha mbwa kwa kufanya kampeni za chanjo na kutoa elimu kwa umma juu ya ugonjwa huu hatari. Katika kuangazia hili kwa undani zaidi kuhusu kichaa cha mbwa nimekutana na vijana nao wameweza kuelezea kwa uelewa wao juu ya ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa. Naitwa Dolingson Edward. Kipindi nakuwa nikuwa nafahamu kwamba ugonjwa wa kichaa cha mbwa unasababishwa na mtu kung'atwa na mbwa. Ugonjwa huu unaweza ukasababisha mtu kupoteza maisha endapo asipopata kinga au chanjo baada ya kung'atwa na mbwa. Kwa jina anaitwa Dina. Kwa ninavyojua, kichaa cha mbwa, kwa mi navyoelewa, ni mbwa ambaye anakuwa amepata tatizo la akili, lakini pia anakuwa mkali na kung'ata watu. Kwa jina anaitwa Sebastiani Kuhusiana na kichaa cha mbwa ni aina ya ugonjwa ambao huwa unawapata mbwa mara nyingi wanapokuwa wanakaribia uzee, hasa pale ambapo mbwa anakuwa anashindwa kujitafutia, hivyo anakuwa anakosa uh, vyakula ambavyo vinaweza vikamfanya yakaa kwenye ustahimilifu ambao tunauhitaji. Wataalamu wanasema kichaa cha mbwa ni maambukizi ya virusi hatari ambayo husababisha kuvimba kwa ubongo na uti wa mgongo kwa watu au kwa wanyama. Njia ya kawaida kupata kichaa cha mbwa ni kuumwa na mnyama aliyeambukizwa kama popo, pimbi, pungu, mbweha, mbwa na paka. Kando na hayo, je, ni nini kinasababisha ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa? Kichaa cha mbwa husababishwa na virusi vya kichaa cha mnyama aitwaye mbwa. Kwanza, macho yake mara nyingi huwa mekundu na yenye kuangaza kwa hofu na hasira. Mbili, kinywa na mate hubaki wazi muda mwingi, mate mengi yakimdondoka bila kukoma. Tatu, mwendo wake, anatembea kwa mtikisiko usio wa kawaida, wakati mwingine anakimbia bila mwelekeo. Lakini mwisho, mwonekano wa mbwa mwenye kichaa ni mwonekano wa ngozi na nywele, nywele huwa zimesimama kwa msisimko. Je, unazitambua sifa na tabia za mbwa kichaa? Kwanza, sifa na tabia ya mbwa kichaa huwa na hasira isiyo ya kawaida. Mbili, kutokuwa na hofu. Tatu, ni kubweka kwa sauti isiyo ya kawaida. Nne, ni kukimbia bila mpangilio. Tano ni kukwepa maji, huwa na ugumu wa kunywa maji. Mara nyingine akiona maji anajawa na hofu au asira. Kuwa makini sana na mnyama mbwa, endapo utamwona kwa dadili hizo, basi chukua hatua, maana tunza afya yako, afya yako ni bora zaidi.